Sisi walimu wakuu, walimu wetu wanaofanya kule tunawasimamia, wanafundisha ipasavyo, wanatekeleza mtaala kama ulivyoagizwa, au sisi tumekaa tu ofisini ni kuagiza kwa, kwa, kwa sababu kukumbuka, wakuu wa shule tunapaswa pia pengine mwalimu wako hata kumwandaa siku moja kabla, mwalimu, kesho au kesho kipindi chako natamani ije Wakuu shule tuna leo, tumekuja kupata fursa ya kukutana na viongozi wenzetu ambao ni walimu wakuu kutoka shule zingine pamoja na maafisa elimu kata, ambapo tunaamini kwamba kwa mkusanyiko huu au mchanganyiko huu ambao tumekutana hapa, tutabadilishana mbinu e, tutabadilishana njia, tutabadilishana maarifa pamoja na mambo mbalimbali ambayo tukirudi sasa kwenye vituo kitu, vyetu ambavyo tunafanyia kazi tukienda kukaa na walimu wetu, tukienda tukayaeneza, tuka, tuka ya, tuka kwa walimu wetu, basi moja kwa moja atayawezesha katika kuinua taaluma ya wilaya yetu lakini kwa nchi kau, e, kiukweli tuna tunawashukuru sana Shule Bora, kwani wamekuwa mstari wa mbele kusapoti harakati alaka, ala, za kuinua elimu katika mkoa wetu lakini moja kwa moja kwenye wilaya yetu kwa ujumla.